Toka tulisema ungana na sisi mwanzo mpaka mwisho uweze kupata uondo na kujua nini kinaendelea. Leo tupo location ya tatu. Nikisema location ya tatu, maana yake inamaanisha kwamba kazi tuliyopo nayo kwa sasa ni ya tatu kuanzia jana. Jana tumefanya kazi ya asili, kazi ya tamaduni, kazi yenye msisimuko inayoitwa Alenge kutoka kwake Mwamba Joshua. Na leo asubuhi tukafanya kazi, nadhani umeiona inaitwa sijapata. Na mpaka muda huu tuna kigogo kwenye macho ya yako. Unachokiona sio white party, hapana, hiyo ni location safi, location iliyotakata, location ambayo haina mfano, inabeba kazi inayoitwa mwamba. Sema mwamba. Na kama kweli unamkubali Yesu basi, rudia ya kusema nikisema mwamba sema mwamba. Kazi si ya mwingine, kazi ni ya Big Boss, Big Boss, Big Boss Joshua Promise. Huyu ni msanii wetu kutoka US, na leo tupo kwenye, tupo naye kwenye mazingira yetu ya Nyarugusu Camp. Yap, tunaendelea na uondo kutoka mtoto wa Neema TV na tunaendelea kutema cheche. Mwamba tunaimwona hapa si mwingine ni the super director spy, the big director of this camp of Nyarugusu. Mweka bigondo juu basi, kama unamkubali spy. Location imekaa vizuri, ni tofauti na location zingine zote ambazo umezizoea wewe hapa Nyarugusu. Kama unavyoona kwanzia vifaa na watu husika, haki ya Mungu, viwanja vinapendeza. Kazi inaitwa Mwamba, isubiri kesho, kesho kutwa. This one is coming soon on your special channel, mtoto wa Neema TV. Wewe chakufanya hapo ulipo, kama bado, basi subscribe, like, comment na share na wengine chaneli yetu ya mtoto wa Neema TV na usibaki nyuma. Bado sijamaliza safari ya kiwanja hiki, bado bro, mambo ni murua, mambo ni butamu, mambo ni elengi. Jamani, hii location ni, ni kali mno. Mimi siwezi yani, sijui kabisa niifananishe ni na location ya mazingira yetu haya, nashindwa kabisa niweze ni kuifananisha na location ya nani. Mambo yamejaa utamu, mambo yanang'ara, mambo yako fiti. Unamwona Director Spy anavyozidi kufanya mambo yake.